Uh, silo unaibu spika uh, CCM kwenda na zungu uh, spika lakini silo unaibu spika yoni habari kwenye gazeti la kuna Mwananchi. Lakini vigezo vya kuamua mrithi wa majaliwa uh, vigezo vya kuamua mrithi wa majaliwa uh, yoni habari pia inapatikana kwenye gazeti la kuna Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti la kuna Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo lina habari naosema e, wataalamu pombe na tumbaku chanzo kikuu cha saratani ya matiti. Hao ni wataalamu wasema pombe na tumbaku chanzo kikuu cha saratani ya matiti. Hiyo ni habari ya ukurasa wa saba, lakini mwenye kuonesha, e, mwenye kuonesha dira ya Zanzibar leo ikizundua baraza la wawakilishi mwili kuonesha dira ya Zanzibar leo akizindua baraza la wawakilishi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa kumi na saba. Huku bado kuna habari kubwa inaosema waziri mkuu mpya ajae Mkumbo, Tulia, Biteko, mak, e, Makonda ndani ya mjadala. Kanuni za bunge za mbeba, Lukuvi, za Lukuvi kuongoza mchakato kumpata spika mpya. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili mpaka ukurasa watatu kwenye gazeti la Nipashe. Lakini UVCCM yavionya vyama vya siasa kauli za kejeli. UVCCM e, yavyonya vyama vya siasa kauli za kijeli. Lakini mitandao mitanda mitandao ilimdhalilisha lakini akaibuka shujaa e, mitandao ilimdhalilisha lakini akaibuka shujaa. Na ACT wazalendo yaibuka na hoja tatu baada ya uchaguzi mkuu. Hicho ni chama cha ACT wazalendo yaibuka na hoja tatu baada ya uchaguzi mkuu, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lakula la Nipashe ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe gazeti, gazeti lako la Habari Leo linaanza na habari inayosema Gairo wavuna viazi mviringo tani 15. Yuna habari ukurasa 17 inasema Gairo yavuna, eh, viazi mviringo tani 15. Lakini matumizi ya interneti yavuka lengo la serikali. Eh, matumizi ya interneti yavuka lengo la serikali. Yuna habari ukurasa wa 15 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini amani na upendo uh, vyatawala mahubiri. E, amani na upendo vya tawala e, kwenye mahubiri. Lakini serikali yasisitiza Tanzania ni salama, yaita watalii e, yuna bado kurasa wa pili, wapinzani wagusa ahadi za Samia e, wapinzani waguswa na ahadi za Samia. Hiyo ni habari leo, endelea kurasa wa tatu wa gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukichana gazeti lako la habari leo e, sasa tuangazie gazeti lako la majira lenye nandika E, kilio kuyeyuka barafu kiwe ajenda maalum COP thelathini. E, kilio kuyeyuka barafu e, kiwe ajenda maalum COP thelathini. Lakini kuna uwezekano mkubwa tatizo la kutopata mtoto linatokana na wanaume. Lakini athari za vurugu zaendelea e, kuanikwa, vijana waonywa. Lakini macho masikio kwa bunge la kumi na tatu kesho. E, macho masikio kwa bunge la kumi na tatu kesho, lakini jamii yashauriwa kusaidia watoto. Watuhumiwa wa vurugu wazidi kuburutwa kortini, hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa nne, ukura wa gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, lijeni habari kubwa hapo mbele inasema: wafamasia toeni taarifa za madhara ya dawa hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo, limeanza na habari inayosema wafamasia atoeni taarifa za, za madhara ya dawa. Lakini Dr Sheni Karume wampongeza Dr Mwinyi kwa kuimarisha amani. Dr Sheni na Karume wampongeza Dr Mwinyi kwa kuimarisha amani na wafurahishwa na ukomavu wa Wazanzibari kisiasa. Lakini wawakilishi waeleza matarajio yao, wawakilishi waeleza matarajio yao kwa Dr Mwinyi e, macho masikio Dr Mwinyi akihutubia baraza la wawakilishi leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele, pate nakale yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar leo, tuangazie sasa ndani ya gazeti lako eh, la Uhuru lenye linaandika wasomi viongozi wa dini wasisitiza uzalendo na amani, wasomi viongozi wa dini wasisitiza uzalendo na amani. eh, lakini UVCCM yawapa pole waliopata madhila. Eh, habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Uhuru inasema UVCCM yawapa pole waliopata madhila. Lakini Zungu apitishwa kuwa ni nafasi ya uspika. E, Zungu apitishwa kuwa ni nafasi ya uspika. Yule habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele, huku Taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika Chalamila ataka wadau wafunze vijana umuhimu wa amani. Huyu ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Charamila ataka wadau e, wafunze vijana umuhimu wa amani. Lakini CCM ipo tayari kwa uchaguzi wa spika na naibu spika. CCM e, ipo tayari kwa uchaguzi wa spika na naibu spika, habari kene gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza. Lakini gazeti gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa linaandika e, CWT e, tuko tayari kushirikiana na serikali hicho ni chama cha walimu Tanzania CWT nasema tuko tayari kushirikiana na, na serikali. Lakini Zungu apitishwa na CCM kuwa ni spika wa bunge, Zungu apitishwa na CCM kwa nia ya uspika wa bunge. Sadiki ampongeza Dr Samia kwa ushindi. Vijana nchini wa aswa kutojihusisha na uvunjifu wa amani. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako na Mwanahabari gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele lakini Wamachinga gazeti lako sauti ya wanyonge linaandika hivi: ya laani vurugu za uchaguzi mkuu yatoa ushauri. Lakini Tanzania yahakikishia dunia, ya dunia eh, hali ya utalii iko salama. Zungu spika bunge la 13, aongoza kura za maoni apata kwa kura zaidi ya 348. Stephen Masele ambwagae kwa kumburura eh, kwa kura 16. Lakini daktari Nchimbi, serikali ya Samia imechukua hatua kulinda amani. Na kwenye gazeti lako la jamvi la habari linaandika Zungu njia nyeupe uspika. Hilo ni gazeti la jamvi la habari linaandika Zungu njia nyeupe uspika. Lakini siti Wazalendo kuishtaki neki mahakamani. Hilo ni gazeti lako la jamvi la habari ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye michezo na burudani ya asubuhi ya leo tunaanza na gazeti lako la Jamvi la Habari kwenye michezo, naandika Gamondi atangaza kikosi cha Taifa Stars, lakini eh, kuna habari kimataifa inasema Messi Depo watajwa kikosi cha Argentina. Hilo ni gazeti la Jamvi la Habari, huku gazeti lako la Kura za Spoti linasema ubabe wa Yanga goli nne eh, kwa moja KMC, lakini Stars yaingia kampini kuwinda Kuwaiti. Gamondi afunguka Singida Black Stars, lakini kocha Pantevu meneja Pantevu atoa mneno kwa Simba. Lakini gazeti lako la mwanahabari linaandika Singida Black Stars wamefungwa na, wa na mchezaji wao Pakome awindo na Zamalek. Simba JKT Tanzania walitupa wakati mgumu, au ni Simba wasemaje, JKT walitupa wakati mgumu. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Taifa Stars kuingia kambini leo kujiandaa na mechi ya FIFA lakini Pantevu akunwa eh, kiwango cha Simba dhidi ya JKT. Kareti Zanzibar yaomba fedha kushiriki mashindano eh, Kenya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Huko gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika mwanajeshi ya Goma kuuza pambano Ujerumani. Eh, huyu ni mwanajeshi bondia ya Goma kuuza pambano Ujerumani. Eh, wachambuzi wakubaliana na Morris Abraham ni bora zaidi ya Pacome. Lakini Aziza ndamu ile aendeleza aendelea kusugua benchi e, andambwile aendelea kusugua benchi hiyo. Ni habari pia kwenye gazeti la kwa taifa Tanzania, lakini gazeti la kwa uhuru kwenye michezo naandika BMT yatoa wito kwa TMSA. lakini Yanga yakaa patamu ligi kuu Tanzania Bara. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la kwa Uhuru. Huko Pantevu aivulia kofia JKT Tanzania, lakini gazeti la kwa uhuru linaandika Yanga yaishusha Simba kileleni. Simba yaipiga vijembe JKT tanzania hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa e, wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la michezo, gazeti la Mwanaspoti lenye inatuhabarisha asubuhi ya leo linasema Pantevu, hesabu kali awatuliza mashabiki, soa afichua siri, lakini Gamondi ageuka mbogo, e, Gamondi ageuka mbogo. sayansi so ya Pedro yaibeba yanga kileleni e, baada ya kuitandika KMC godi nne lakini Amorim bado aamini hilo. E, ni gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ni Patevo kali, hilo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako e, yako kwa habari. Kwa habari, lakini kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye naandika Yanga ya paa kileleni. Hiyo ni kurasa wa michezo, nasema Yanga ya paa kileleni Pantevo ataka wachezaji wote Simba kufunga mabao. Eh, lakini Pantevo ataka wachezaji wote Simba kufunga mabao na Yanga ya Paa Kilereni iliyoidungua KMC goli nne ikiwa mara kumi na mbili kwenye ligi kuu. Yule habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za michezo na gazeti la Nipashe ukurasa wa michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini asubuhi